Kutoka mfuko wa taifa wa bima afya ni msimamizi wa ofisi ya NHIF Masasi. Kwa sasa mfuko wa taifa wa bima afya umefungua ofisi mpya ya katika kuhakikisha kwamba tunawafikia wananchi na kuwahudumia kwa, kwa karibu kwao. Tumefungua ofisi ya bima afya hapa Masasi na ofisi yetu iko pale kwa mkurugenzi wa mji kwa sasa Masasi mji, ule chuma namba 40, lakini lile jengo la NHC likimalizika ambapo mkuti pale ofisi yetu itakuwa pale o tunahudumia Masasi TC, Masasi DC na wilaya zilizo karibu ambao wanaona kwao itakuwa karibu kuhudumiwa hapa. Nianze kwanza kwa madiwani, najua mna kimu kubwa na litakuwa swali la kwanza kuulizwa. Ah, michango ya madiwani tayari imeshalipwa, kwa hiyo madiwani inaweza kuanza kupata huduma kama watumishi wengine wa umma. Kinachotakiwa tu wale ambao mlikuwa madiwani before mtaendelea kutumia kadi zenu zile zile mlizokuwa nazo zile ambazo mmeendelea, ila kwa wale madiwani wapya wote mtatakiwa kujaza form na kuwasilisha kwa mratibu wa bima Dr. Samson ambayo yeye atawasilisha NHIF kwa ajili ya kuzichakata. Watu wote ambao wana miaka zaidi ya 18 ambapo itii tunatumia vitambulisho vya NIDA ama namba za NIDA kupata matibabu. Watoto ndio watakaotengenezewa kadi <coughs> Sawa. vyambatanisho vinavyotakiwa kwenye madiwani ni kama watumishi wa umma tunavoambatanisha. Ukitaka kumweka mwenza wako ni lazima uweke cheti cha ndoa cha serikali kile cheti jamhuri ya muungano wa Tanzania kinachotolewa na Lita, kwa sababu Lita ndio mwenye mamlaka ya kusajili ndoa na talaka. Uh, lakini utatuwekea na lida ya mwenza wako. Kwa watoto tunahitaji vyeti vya kuzaliwa vya watoto. Ukiweka wazazi tutahitaji cheti chako cha kuzaliwa na lida za wazazi wako wakwe itahitajika cheti cha ndoa cha wewe na mwenza wako na ah, cheti cha ndoa cha wewe mwenza wako, cheti cha kuzaliwa cha mwenza wako na nida za wako zangu. Kupanga ni kuchagua, nafasi ni sita tu, ya kwanza ni ya kwako, ya pili ni ya mwenza nne, utachagua wewe kulingana na hao wategemezi, ni wewe sawa. Jamani, sawa. Kwa kwenye swala la madiwani naona hakutakuwa na swali hilo, tunaenda sawa. Mwenyekiti la kwako utalisoti, alimwelezea kinga kwake aliposema hivi. Alisoti and then tuna sasa tuna katika kampeni za mama alisema katika siku zake mia moja za kwanza anataka kuhakikisha kwamba wananchi wote tunakuwa na bima za afya, yaani ule mpango wa bima ya afya kwa wote tuanze rasmi baada ya siku mia moja za kwanza yeye kuingia kazima. Katika mpango huo, sasa, labda tuanze kwanza kuielewa bima ya afya kwa wote ni nini, labda tujna kwenye mpango ni bima ya afya kwa wote ni kuhakikisha kwamba kila mwananchi hatoi pesa keshi anapoenda kupata matibabu. Kwa hiyo kila mwananchi anatakiwa kuwa na kadi ya bima. Sasa kadi ya bima zikawa skimu, skimu ziko tofauti tofauti. Sasa kuna skimu za umma na skimu za za private, ambapo tunasema skimu binafsi. Katika skimu za umma, hapa sasa inawagusa watumishi wa umma wote, mashirika ambayo serikali in inamiliki zaidi ya asilimia thelathini, madiwani na wengine wote ambao fedha zao zinatoka zina interaction moja kwa moja na serikali, hawa watahudumiwa na mfuko wa taifa wa bima ya afya. Katika skimu binafsi na, na, katika skimu binafsi sasa, itawahusu wale ambao hawako kwenye mpango ule rasmi sasa wa serikali ambao wana ela zao zinalipwa na serikali au ma, ma hizo taasisi za umma ambao katika hii skimu binafsi inaweza mwanachama anaweza kusajiliwa na NHIF ama akasajiliwa na taasisi nyingine yoyote ile ambayo inatoa huduma ya bima ya afya, ili mradi tu awe na medical insurance. Lakini kwa kaya zile zisizo na uwezo zile ambazo ziko zimeratibiwa na tasa serikali, itazilipia. Kwa katika siku hizi mia moja za mama sasa kwa Masasi DC tumebahatika kulipiwa kaya 2025, sawa sawa na wanufaika 8555. Zoezi hili la usajili limeshaanza. Sasa kulingana na utaratibu wake, tunatumia zile mashine za watu wa INEC zile zilizotumika kwenye zoezi la uchaguzi na mashine ambazo zinatumika kutolea vitambulisho, na kwa mgao ambao tumepatiwa, tunashindwa kuwafikia uh, wote kwa wakati mmoja. sasa kwa sababu ofisi inasimamia uh, manispaa mbili, tumeanza na Masasi CTC kwa sababu wenyewe na watu wachache, wenyewe wanakaa kama 530. Tukimaliza sasa nguvu ya mashine za Mtwara ambazo zinafanya Mtwara DC na Nyamba na wapi, kuna mashine kama nane, sisi tunazo tatu. Zote kwa pamoja tutakuja kuweka kambi kwa ajili ya usajili wa wanufaika hao, kwa tutakuwa na mashine kama kumi na moja ambazo zitafanya kazi kwa Masasi DC. Sasa katika zoezi hili linahitaji uh, usaidizi usaidizi huu, cha kwanza kabisa ni wewe diwani ambao unawajua watu wako, lakini wewe ni kwa ajili tu ya Uta, tusema, utatumika sana kwenye kutoa elimu kwa sababu wananchi watahitaji kutoka kusikia kutoka, kwanza bima ya afya ni nini, kwa inabidi wewe kwanza uwe na uelewa hiyo bima ya afya au bima ya afya kwa wote ni nini. Kwa kwa kuanzia tunaanza na kaya maskini tu, hatuiti kaya maskini, tunasema kaya, kaya zisizo na uwezo. Kwa tutaanza na kaya hizo ambazo zimelipiwa kwa awamu ya kwanza, na kaya hizi zitaendelea kulipiwa mpaka zile kaya milioni moja na kitu zote zitakapomalizika kumalizika. Kwa kwa sasa serikali imelipia kaya laki mbili, sabini na sita na nne Tanzania nzima. Kwa hiyo ili zoezi ni endelevu. Kwa na amini nitaanza kupata malalamiko pia. Kwa hilo malikuwa mwe, mwe, ani mlita. Mtu atakuuliza mbona mimi kwa kujita safu lakini sija pata. Kwa hiyo tunaenda kwa awamu. Awamu ya kwanza ina watu hawa ambao wamechaguliwa. Awamu ya pili watakuja wengine, ya tatu watakuja wengine mpaka watu wote wote wote wote wote wote wote wote wote na hii ni kwa nini? Kwa sababu pesa hizi sio kama serikali, yaani serikali ina kapu pale inachota inazileta tu NHIF inawalipia. Pesa hizi kwenye sheria ile ya, ya sheria ya bima ya, ya afya kwa wote ya mwaka elfu mbili na ishirini na tatu imesema ina vyanzo vyake ambavyo vitatoka, ikiwemo vipodozi, kuna vinywaji, kuna electronics na vitu kama hivyo. Kwa hiyo zile kodi zinapokusanywa ndio zinaenda kwenye hiyo hiyo uh, akaunti ambayo imefunguliwa ambayo hiyo akaunti inasimamiwa ina, ina na wizara ya fedha, zikikamilika zinapeleka wizara ya afya. Katika hizo pesa ambazo zimepelekwa kwa awamu ya kwanza zimekusanywa bilioni 48.8, lakini katika hizo bilioni 48.8 sheria bado ina kifungu kinachosema kwamba, uh, magonjwa yasiyoambukiza magonjwa ya dharura haya utu, yatautumiwa, na, na, na, na, na serikali sasa kwa sababu pesa ni hizo hizo, ina maana serikali inatoa kuna kama percent kama asilimia kadhaa, kwa hiyo imetolewa kama bilioni 14 ambayo enyewe imebaki wizara ya afya kwa ajili ya kazi hiyo ya magonjwa asioambukiza NCDs, zile pamoja na magonjwa ya dharura. Lakini hizo nyingine bilioni 41 sasa ndio zimelipia hizo kaya laki mbili sabini na sita na nne. Kwao zinapoendelea pesa kukusanya, ndio hivyo ndio zinapokuja kwa wanufaika, kwayo tunaenda awamu kwa awamu. Wananchi wako wakija kuwalalamikia, tuelewe kwamba ni awamu kwa awamu. Hilo la kwanza. Lakini la pili, sisi kama viongozi sasa, ukiwemo waheshimiwa madiwani na viongozi wengine wote wa halmashauri, sisi ni jukumu letu la moja kwa moja kwa sababu hii baada ya kuondolewa ule mfuko wa afya ya jamii CHF ndio imekuja sasa hivi mambo ya afya kwa wote. Kwa sisi ndo walengo wa usajili wa watu hawa ambao ni wananchi wetu. Hawa wananchi wanalipia shilingi laki moja na nusu kwa kazi ambayo kaya hii kulingana na sheria inasema kwamba ni baba mama watoto wazazi ama wakwe na ndugu wa damu wasio zidi miaka ishirini na mmoja. Zamani kwenye CHF tulikuwa tunajua kama naweza mkajikusanya watu sita mkalipia sitini na tano mkapeleka, lakini huku sheria imesema kabisa wakina nani ambao wanaingia kwenye hiyo kaya, kwa sisi ndio tutakuwa kipaumbele katika kuhakikisha wananchi wanaelewa kaya inatakiweje, maki atakuuliza mwana huku nikuwa na elfu thelathini alafu naingia na watu wangu sita, natagua tu mwenyewe, lakini huu sheria imesema moja kwa moja nani na nani anahusika kweli. Kwa hiyo hii sasa ya wananchi wa wenye uwezo tunasema, wananchi wenye uwezo ambao zitakuwa wajilipie wenyewe itaanza baada ya Mheshimiwa Rais kuzindua awamu hii ya kwanza na kutangazwa kuanza kuuzwa hiyo ya kwa kwa sasa, watu wenye uwezo kwo kwa sasa hivi ya hawa watu wanaojilipia wenyewe hatuiuzi kwa sasa, mpaka tutakapopata tangazo rasmi kutoka kwa mheshimiwa waziri wa afya. Kwao kwa sasa tunaenda na hizi kaya maskini ba kazi, kaya zisizo na uwezo.